Ongereni sana. Tumepokea maombi zaidi ya bilioni mbili. Nakumbuka kwenye kamati, nilikuwa mwenyekiti wa kamati. Kwa lugha nyingine, kama umechukia au umefurahia hiyo mikopo mlioipata leo ambayo tunawatangazia hapa, miongoni mwa waliohusika kama mapilato kusema apewe, asipewe, inatosha, haitoshi, mimi ndo mwenyekiti. Lakini niwakumbushe kuna vikundi kadhaa vimekosa sifa, ninyi mmepata sifa. Ongereni sana niwakumbushe tena kuna vikundi viliomba kadiri ya mchanganuo na targeti zao za biashara waliyotarajia, lakini wamepata hata nusu wa haijafikia, si ndivyo? Lakini ninyi mmeweza kupata angalau hata robo, ongereni sana. Lakini wapongeze tena eh, watu wangu wa maendeleo ya jamii kwa ujumla, ofisi ya mkurugenzi, mmefanya kazi kubwa, mmechakata kwa umakini mkubwa mlikuwa mkichakata huko, mmeumiza vichwa, ndipo mnakuja ofisi ya dasi mkuu, tumefikia hapa, tunaomba ushauri wako, tunaomba baraka zako. Lakini kimsingi nilikuwa na waamini kweli kweli, mpo vizuri, ongeleni sana. <coughs> katika mchakato mzima wa upataji wa hii mikopo hakuna aliyependelewa, naomba mtoke na hilo, hakuna aliyependelewa. Ulichokipata kimetokana na mchanganuo, tulipoupitia mchanganuo wako, mahitaji yako, tukaona basi angalau hiki kinaweza angalau kumfikisha mahali akafikia lengo, kwa sababu mahitaji alikuwa ni makubwa. Mkopo, pesa tuliokuwa nayo ni milioni mia nane lakini maombi yamefika zaidi ya mara tatu ya pesa ambayo tunayo mkononi, lakini tukasema kwa hekima, kwa busara, basi angalau kila mmoja kidogo ambacho kinawezekana kupewa aweze kukipata. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya kwanza katika Halmashauri ya Wilaya Hanang' tulitoa milioni 504 na, na awamu hii ya pili tunategemea kutoa milioni 799 laki moja na kumi. Tukijumlisha awamu ya kwanza na awamu ya pili halmashauri ya wilaya Hanang' sasa itakuwa imetoa kiasi cha shilingi bilioni moja milioni mia tatu na tatu, tatu laki moja na kumi aidha vikundi ambavyo vilinufaika awamu ya kwanza vilikuwa 33 na awamu hii ya pili vikundi ambavyo vitakuwa vimenufaika ni 59 na jumla ya vikundi ambavyo vimenufaika kwa mwaka 2024 2025 hadi sasa ni vikundi 92. Ndugu mgeni rasmi, katika awamu hii ya pili tunategemea kutoa mikopo kwa vikundi 31 vya wanawake vyenye jumla ya shilingi milioni 486 laki tisa na hamsini na vijana vikundi 24 yenye jumla ya thamani ya shilingi milioni mia mbili themanini na mbili na laki tano na watu wenye ulemavu vikundi vinne vitategemewa kupewa shilingi milioni ishirini na tisa na laki sita. Tunaamini fedha hizi zikitumika vizuri zitaenda kuongeza uchumi katika kaya na taifa kwa ujumla. Ni mategemeo yangu miradi ambayo ilichaguliwa kupewa mikopo hii ni miradi ambayo inaenda kutoa ajira kwa vijana, watu wenye ulemavu na wanawake. Ni makundi ambayo kipindi cha nyuma yalikuwa hayapewi kipaumbele, lakini tunategemea, ndugu mgeni rasmi kuona mabilionia wa kesho. Kuna vikundi ambavyo tulikuwa tukivilea na kimoja hapo ni kikundi cha Winners. Winners sasa hivi ni vijana ambao walikuwa mejogans na sasa hivi wana uwezo wa kumiliki magari mawili na wana kiwanda cha matofali.